Hii jeshi ya wanachisekedi ambao wanakuwa Warundi, jeshi ya Burundi, jeshi ya, ya FRDC. Hawa watu wanaitiwa kama wazalendo ambao wanakuwa pia watu wa FRDC, maana wanakuwa reserve force ya, ya jeshi ya wanachisekedi ya, ya na kunakuwa pia watu ambao walitoka Rwanda zamani ambao wanaitiwa leo FDLR na tunajua kwamba ni watu ambao walifanya genocide kwao, tulikuwa tunawajua hasa hasa kwa jina Interahamwe na ex-FAR. Leo wanajibadilisha jina ili kuweza kusaarisha watu kama walifanya genocide Rwanda. Lakini wale wote tayari wamefunga Minembwe upande wote. Nikusema leo hali ya Minembwe, hakuna mtu kuingia, hakuna mtu kutoka hata kupata dawa hata kupata chumvi inakuwa shida. Watu wa Minembwe wanakosa leo chumvi, wanakosa sabuni, wanakosa kila kitu na wanalia, na hii hali kila siku tunaizungumzia hata kwa watu wamenjesha niaoa lakini hakuna mtu anawajali. Sasa kama tunafika leo unakuwa hatua, wanaanza kuambia watu tunawapatia siku kumi muondoke watu ambao wanakuwa ndani ya eneo zao, fasi ambapo walizaliwa, fasi ambao walifanya maisha yao kuche, au watu wajina ambao wanatoka nchi zingine, wanajiunga na na jeshi ya raia ama ya ya bwana chizedeli kusema kwamba wanaenda kuambia raia kuondoka eneo zao, hiyo inatukumbusha vitu ambavyo vilipitikana hapo Bukavu, hiyo wakati ya zamani wa mwaka elfu moja e, mia tisa tisini na sita ambapo walifanya tena hiki kitendo, wakaambia watu ambao walikuwa Minembwe kusema waondoke. Na hiyo ilikuwa mwanzo ya ukombozi wa nchi ambao ilifanyika. Na hiyo wakati sasa tunakumbuka kitendo kama hiki ambapo watu hawasomi historia ya nchi kwenye nchi inatoka, wanaendelea kufanya hivyo hivyo vitendo ambavyo vilileta ukombozi wa nchi unafanyika, inaweza kuwa mwanzo pia ya ingine ukombozi wa kweli. Hakuna mtu anaweza kukubali leo tena wakuje wakutoe kwenyu, waseme wanamfukuza, nchi ni mwako uwe nani. Sisi kama leo tulipigana na kama tuko hapa leo, ni kwani walitukatalia kubaki kwetu, ndio tunakuwa hapa, na hatuwezi kubali tukubali ama tusikie kuna kwa raia mwingine ambao wanaambia watoke eneo zao kufatana na gisi Mungu aliwaumba kufatana na gisi wana ama wanaitwa sijue wana wanani unataka kuwafanya wanani, ambao sio Wakongomani? Sisi hatuwezi kukubali, na ndio maana hata kama coordinator akusema aliepuka hiyo swali ya Burundi, lakini unajua wakati watu wanapigana pia wanaongea channel fulani fulani, na sisi kuna wakati unapitisha hiyo meseji pia kwa watu wa Burundi kwa kuambia kwamba watoke kwetu. Hatuwezi kubali mtu wa Burundi akuje kwetu aanze kuambia raia yetu kusema ondoka wewe, uko nani? Yeye ni nani ya kuweza kuambia raia yetu ambao wanakuwa kwao kuondoka kwao ili afanye nini? Sisi hatuna shida na Burundi, Burundi, Warundi wa ndugu zetu lakini hii swali ya kuja kujiingiza mumambo ya ubaguzi mumambo ya kupiganisha raia kwao, hatuwezi kukubali. Hakuna siku sisi tutaenda Burundi kwenda kuambia warundi watoke ndani ya nchi yao, waende sio wao. Sisi tuko watu wa Afrika. Hapo zamani nadhani watu ambao walikuwa wanaishi ndani ya Kivu wanajua hiyo Burundi ilikuwa kama ni kapitali yetu sisi sote, Bujumbura. Sisi sote tulikuwa tunaenda kuenjoy Bujumbura, na population sio zetu zilikuwa zinakamatana, zina zinashirikiana, zinafanya vitu pamoja, lakini hizi siasa ambao wana ndaheshimia na leta leo ndani ya Burundi ya kukuja kutuingilia sisi kwanza, hata kufanya siasa za kukimbiza kwetu zinaweza zikamletea shida na kesho, alafu sisi tunaendelea kuomba, na ndiyo tulifanya ombi toa kuomba hiyo jeshi ambayo inakaba leo hiyo mwingine yote ya Minembwe, kuweza kuondoka si tuliwaambia, na nao waondoke, wache raia yetu iishi na amani, na kama hawaondoke bwana, tutawaondosha tutawaondosha. Hatutakubali wa, wa, wa, wa, watu wa Mlenge ambao wanakuwa hapo, hata mmoja wa mfukuzi kena aende nje akimbie. Maana hizo siasa ambao wanafanya Minembwe ndio walifanya pia Uvira. Uvira wakati walipatia watu ultimatombe ya siku kumi kusema waondoke maeneo zao, na kama tulizungumzia kusema kwamba hatutakubali fizi waendelewa na wanabaka wanawake na hatutakubali pia Minembwe wafukuze wakongomani waendiichichiao. Hiyo ni msimamo wetu, na tutaenda kuhakikisha kwamba tunawasimamia kabisa na tunahakikisha kama watu wa Minembwe wanaishi na amani kwao, maana ni wakongomani ambao wanaishi Minembwe. Minembwe ni Kongo, Minembwe sio Burundi na kama Bwana Chisekedi ataendelea kutanisha sira zake za ama siasa zake za kufukuza watu, anaweza kujikuta yeye ndio anafunguziwa kesho. Asante.